Vibanda mia sita kwa kweli ni vingi sana, kwa mapato elfu kumi na tano kwa kila kibanda kwa mwezi, tunaenda kuona kwamba ni hela kubwa sana. Lakini kwa mwaka sisi kwa hapa tutashawishi kamati ya angalau tuende na azimio la kuipongeza CMT. Kwa sababu tumeona ni kazi nzuri inayofanyika. Mshukuru sana mkurugenzi kwa kazi kubwa, na kweli miradi hii ya CSR ilikuwa ni changamoto. Majengo haya ukifika yalikuwa hayatamaniki, lakini leo hii tunamshukuru sana mkurugenzi kwa kazi kubwa, majengo haya yameng'arishwa, unafikiri kwamba kama tumejenga mapya. Kwa hiyo tunamstahili kumpigia hata makofi kwa kazi kubwa, na mimi nimwombe endelee na moyo huo kuhakikisha manispa yetu ya Geita imekaa salama na imeng'aa. Kwa niaba ya wajumbe wa CMT kamati ya watendaji hapa kwenye halmashauri yetu ya Manispaa Geita. Tunashukuru kwa namna ambavyo kamati ya fedha na utawala imetembelea miradi katika utaratibu wake wa kawaida wa kila baada ya miezi mitatu. Tunashukuru pia kwa pongezi ambazo ametoa kwenye miradi lio mliotembelea na kuitekeleza. Sisi tumefurahi kwamba angalau tumeonyesha kuwa utekelezaji wa miradi ya CSR tukiaminiwa sisi halmashauri inawezekana tumepiga kelele sana, miradi ya 2018 21. 20 na lakini naamini baada ya kutembelea na kuona tulivyokamilisha miradi viporo uh, tunao uwezo wa kutekeleza miradi mingine hata tukiaminiwa. Kwa hiyo ile wazo la kwamba angalau hata tunapobadilisha kanuni basi tufikirie namna ambavyo halmashauri inaweza ikaaminiwa na kupewa jukumu la kutekeleza miradi, basi ni hoja ya msingi ambayo tunatamani kuona inazingatiwa. Vinginevyo sisi tutaendelea kutekeleza miradi kulingana na taratibu na mpango kazi wa halmashauri. Tuishukuru kamati yako kwa namna ambavyo inatusimamia kila siku kuona namna ambavyo tunatekeleza shughuli zetu, lakini tumshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa namna ambavyo anatusimamia na kutupa msukumo pia kwa mkoa, lakini kipekee sana tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ameelekeza fedha kwenye halmashauri yetu na kutupa miongozo ambayo tunaisimamia kuwahudumia wananchi hasa kwenye sekta hii za, za kijamii utawala, maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, lakini pia afya na elimu. Hizi ni sekta ambazo zinagusa moja kwa moja maisha ya wananchi.